Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nawaletea sehemu ya pili na ndoa ya mwisho ya ndoa yangu kijana. Sehemu ya kwanza tumeishia pale ambapo kijana Hamisi alipomkabidhi bibi Aisha namba na kumwambia sawa, utanipigia ambapo unaponitaka. Msikose kutusubscribe na kucomment ili mpate mikasa nyingi sana. Asanteni sana, karibu. Aisha anasimulia kwamba kipindi alipopata namba ya Hamisi amekwenda mejata pasamu ndani ya uso wake. Senti amesirika sana kwa sababu hakukuwa na anapenda kijana wa Messi aende na nafasi ambayo yule anakuwa anajiita mwanaume wa sukari, si cha kufurahisha na hicho kitendo, lakini ameficha ndani ya uso wake sasa fuatilia wamepuuzia. Ndio Aisha akulaza damu pale pale, akampigia Hamisi simu, na maongezi yao yamekuwa hivi: halo, halo, vipi? poa ni nani mwenzangu naongea naye? Hamisa ndivyo na ndivyo anavyomwambia Aisha. Aisha akasema, ni mimi Aisha ambaye yule mdada. Hamisa akasema, oh, mashallah, ehe, niambie shida yako, unataka maji nikuletee ama vipi? Aisha akasema, hapana, nimekuwa nataka tu nikusalimie, nijue hali yako vipi. Sasa Hamisa akasema, oh, sawa, kuna shida? Mimi nipo salama, wazazi wetu tuko salama, usije ukawa na hofu. Ndio Aisha akasema, na mimi niko salama, sasa nikuombe kitu? Ndio Hamisa akasema, ndio niambie. shya Aisha akamwambia Hamisi, naweza kukutana na wewe ili na maongezi? Ndio Hamisi akasema, oh, sawa, hakuna shida ili Fika majira ya asubuhi, Aisha amejiandaa, akaambia mamake, mimi naenda shuleni eh, mamake akasema, sawa mwanangu, kama kawaida yako, uende salama. Alipofika huko shuleni, alisoma akamaliza. Sasa anaporudia ana hiyo siku ya Alhamisi alikuwa akimsubiri bibi ndiyo bibi hapa. Aisha akampigia simu na kumwambia Amisi, mambo poa, uko wapi? Amisi akaambia mimi niko dafasi fulani, tukutanani. Aya, kakutanana. Alipofika hapo kutanana misi, Amisi alishanga kumwona binti, alipendeza sana mpaka akasikia woga. Akasema hii biskali mimi sintoiweza, kwa sababu sina chochote, sina uwezo lakini wacha nijidai kwa sababu mimi ni mwanaume siwezi nikakopa mtoto wa kike. Sasa alipomfikia Aisha, Aisha akamsalimia hapo macho yake yarembua, akitabasamu sana mpaka Hamisi akasema mashallah. Ehe, ndio wakasikilizana pale, wakaongea mambo mengi sana, ikafikia sasa mahali ambapo Aisha anamwambia Hamisi hivi una mpenzi ama ushaoa? Hamisi akamwambia hapana, mimi sijaoa wala sina mpenzi kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume na natumikia babu yangu, mama yangu ashafariki, sina wazazi na naishi peke yangu ni kama namshukia tu babangu babu yangu na ndo baba yangu kwa sababu ndio amenilea, ndo Aisha pole sana sana sana. Hamisi akamwambia akamwambia, sawa, kuna shida mama. Hey, Aisha mama Aisha Aisha. akafurahi sana akasema, mimi napenda leo jina unaponiita mama kwa kwa furaha furaha sana, sijui ni kwa nini. Ndio ndio Hamisi Hamisi akamwambia, si unajua tena nyinyi mliombea kupendwa kupendwa, msipopendwa mtu hisi furaha kupendwa na na na na sisi. Ndio Aisha amefurahi na kumwambia, maneno yako mazuri ila, basi naomba nishindikize, kwa sababu wazazi yangu hivyo wanaweza kuwa wananisubiri. Ndio Hamisi akamshindikiza na kumbanya boda boda akaelekea kwao kwao na yeye akarudi. Sasa tunaelekea upande wa pili kwa au, rafiki yake ambaye ndio ya Aisha ambaye ndio Sentia, akampigia yule mwanaume ambaye alikuwa akimtongoza Aisha na kumwambia mkasa mzima, kwamba Aisha alipendana na kijana kiume ambacho hakina chochote hakina popote. Ndio yule mwanaume anajiita sukari boy, bei sukari ya wanawake. Akamwambia, ah, Aisha kweli anafanya mambo kama hayo? Kwa nini anapenda kupendana na mtu ambaye hana uwezo, hana chochote? Ndio Sentia akasema na mimi nashangaa, ila ndio maana nimekwambia wewe. Ila yule yule mwanaume akamwambia haya, Sentia, usi serikali mimi nitapambana nao. Sentia ndio ambaye ni rafiki yake Aisha akasema sawa, bora nimekuambia wewe, sasa usije kunililia hapa kuanisha kukula mzigo babu huko, unanisikia? ndio ile jamaa akambia sawa, nimekusikia na nimekuelewa. Miezi imepita huko, Amisi na Aisha walipendana muda mrefu sana. Mwaka ukafika, Aisha akamaliza masomo. Sasa ikafika kipindi ambacho Aisha anatamani mume anatamani aolewe. Ndio akamwambia Hamisi, nataka sasa uniowe niwe mume niwe mke wako. Hamisi akasema la, hapa sasa unanitia kwenye shida, kwa sababu mimi sina chochote ili nikufanye mke. Sasa Aisha akamdo, sijali mimi nitaongea na mzee nitaongea na mama alafu mimi nitakwambia. Ndio Aisha baada ya siku kupita akampigia Senta rafiki yake na kumwambia, mimi nataka kuolewa. Ah, Senta ameshtuka akasema, nataka kuolewa? Eh, ni jambo zuri sana, nataka kuolewa na nani sasa? Ndio Aisha akamwambia, nataka kuolewa na ule kijana Hamisi. Ah, akampali pale akafika na kukatia simu. Ah, Aisha akashangaa kuna rafiki yake anamkatia simu, hakujua ni nini kinachoendelea sasa. Kumbe Senta alimpigia yule mwanaume na kumwambia, yeye shosti, unajua hivi Aisha anataka ewa ndio ule jamaa sukari ya wanaume ya wanawake. Akamwambia nani atakumoa? Akamwambia ewana ule mwanaume Hamisi ule ambaye asiyejiweza, ndio nitakumoa Aisha. Nini ule jamaa akasema sitakubali, maana tutapambana mimi si mpaka kuhakikisha nimemwacha Aisha. Sasa ndio Aisha tunamuona anaenda anaambia wazazi wake kwamba mimi nimeshafika sasa umri ambao nataka kuolewa, nataka mume. Mama yake kwanza akafurahi, baba yake naye akacheka, akafurahi akamwambia yes unaona hivyo umemaliza masomo yako. Haya, tuambie mchumba wako ni nani naye tumsikie. Aisha akamwambia mchumba wangu jina lake Hamisi, tena hana kitu chochote lakini kwa sababu amenipenda, nikalizewa na moyo wangu. Sasa natamani wewe mume wangu. Ndio mama yake akacheka, baba yake

naye anaenda, namsogelea babu yake na kumwambia kwamba babu, hivi mimi nataka kuoa, kwa sababu naona miaka ishaniacha. Babu yake amecheka ya sana, akuambia Misi unasema nini? Amisi, nakuambia babu, mimi nataka kuoa, lakini mwanamke nataka kuoa ni mwanamke ambaye ni tajiri, lakini sisi hatuna kitu. Babu yake akamwambia, mjukuu babu yake ya eh, amefurahi. Babu yake akamwambia hivi, Hamisi wa mjukuu wangu, wewe ni mwanaume na usitoki kwenye lengo lako, usimamie hapo hapo. Sasa tatizo ni nipi? hauna chochote cha kumkabidhi. Je, yeye amekubali? Ndio, amesha kumwambia, yeye amekubali, amesema nenda kuongea wazazi wake, ili atakuambia jibu ambalo lipo sahihi, niwe mume wake. Ndio baba yake akasema haya, tumwombe tu Mungu, inshaAllah tuangalie. Siku siku zimeenda, mwaka tena ukakatika, wengine umoja ndio. Sasa Aisha akamfuata Hamisi akamwambia, baba yangu amesema nataka kukuona ili ya kuruhusu uwe mume wangu. Hamisi amejiangalia akasema, ah bwana mimi sina uwezo, lakini nitakuja tu. Akamwambia sawa, mimi nitakuja. Na mkumbuke baada ya miezi huko inayopita, miaka inayopita huko, Hamisi alikuwa kumsaidia babake, kumtengenezea gari. Sasa leo anaenda kukutana na je, huyo babake atamgundua ni Hamisi, ama babake atafanya je? Sasa tuende na mkasa huu mpaka huko mwisho. Jioni tunamwona Sentia anampigia Aisha na kumwambia, samani nimeshtuka sana ile siku kusikia Hamisi anataka kumiliki moyo wako kwa kukuoa. Ndio Aisha akamwambia, usijali rafiki yangu, najua siku zote anaependa moyo wako, mpe umiliki kwa sababu amendaliwa kwa ajili yako. Akampiga, simulizi gani hizo tena? Akamwambia, hivi ule kijana ambaye ni sukari wa wanawake alikamatwa anabanu amebaka mtoto wa miaka kumi na mbili kujihusisha na madrogi, sasa walimpatia miaka yote gerezani. Ndio Aisha akasema nimejua tu acha uzee kule, eh, acha uzee kule, sisi tunaenda na yeye, Mungu atukabidhi. Ndio siku imefika sasa, yeye Hamisi kwenda kwa baba mkwe na na huyo Aisha akasema, Hamisi twende. Walindaa, walipendeza, walifika huko mbili. Sasa kipindi wanapofika kule kwa baba mkwe na babake ya Aisha na mama Aisha, wakomesha kitarisha moja bala sasa. Mwanamke alipoingia akaingia sasa mzee mzee akataka kuona mwanaume ni nani. Sasa kipindi ile Aisha anaingia, sasa hivi mzee anamuona, anashtuka. Aisha anachanganyikiwa na mama Aisha anajua. Sasa hapa mzee sasa anataka kumfukuza huyu kijana. Sasa kijana yule alipomuona alishtuka, akamwambia, ai, mzee ni wewe. Na ule mzee akamwambia, ah, kijana ni wewe. Sasa wakasalimiana, waka wakakumbatiana. Sasa Aisha akashangaa, akasema, hivi mzee unamjua wapi? Ndio mzee akamwambia, niambie kitu, huyu ndio ile kijana ambaye nilimwambia ile siku amekutana barabarani, amenisaidia. Wote wameshangaa, wakasema wewe, wewe, ndio babangu. Basi mzee akamwambia kijana mimi karibu sana kwenye familia yangu na kukabidhi mkwe, na kukabidhi mali yangu, na kukabidhi mtoto wangu, na kukabidhi kila kitu kwako. Ndio babake Aisha alimkabidhi Aisha Hamisi. Hamisi alifurahi sana kwa heshima yote nzuri la japo imepitia kwenye shida, na Aisha anatoa ushauri kwamba usimdharau mtu ambaye usiemjua, kesho anaweza anazaka kukoa, ama kesho anaweza kuwa mtu wako wa karibu. Na simulizi zetu inaishia hapa, msikose kutusubscribe na comment. Asanteni sana, kwa heri.